Thank you very much. Asante Mungu Baba wa mbinguni. kila lenye mwanzo alikosikwa na mwisho. Sasa hivi, sasa Mungu amekwenda kufungua baraka. <laughs> Alhamdulillahi kwa sisi wa Kristo, by the way <laughs> Mmakonde Kajala, asante mama, mpe Kajala ah, amona izi mashe, anasalimia mashemeji zake. Tazama ah, Lamata kafurahia, anasema nenda Kajala, nenda mtunze huyu baba, mtunze, enjoy maisha garabi, iwe mwanzo na mwisho. Nakuomba garabi, usionekane unamkosi Promise me, wow. Yes or baby, no. Nataka niweke kidogo kidogo baby. Ndugu yangu me grow siku mbili tu, anamwambia, na Lamata anamwambia Asante kwa kunitunzia ndugu yangu wow. Wow.